Nimechoka eh, kutembea yote. Mi nimechoka, unaona, tupumzike kidogo? Fit. Unaona venye umecheza hivi au umecheza sana umeshafika. Eh, hapo nakwambia, hapo na, na

So tuende tupumzike kwa nyumba ama tupumzike tu tupu. kwanza si, kwa nyumba sini pale mbele tu asi mbali. So tuende kwa nyumba pumzike huko. Nakuja nikushikilie kushikilia usi sinakumbuka so, nilikwambia nitakununulia kuku. Tumefika. Wana, side eye. Criminal offense side eye. Kuna nini? Kuna watoto wanachezanga hapa. Hadi unafunga mlango na kafuli, kuna landlord wetu, kuna mchezo hapa. Feel free, feel free. Hapa ndio kwangu sasa. Unaweza nisaidia maji ya kukunywa. Oh, maji. Eh. Alafu si uko na friji, si lazima kumeka maji hapo? Nimesahau, chukua tu, haina shida ha. Hey. Hey. Shura. Hakuna <laughs> oh, oh. Maji hapa ukoshe hapa, ni kwako. Na katanga hii story ya landlord. Sasa hizi ni nini? Landlord yako ni nani? Landlord amefanya hii tabia.